Kampeni hii inaashiria, ina kwanza, kutoa shukurani ya safari yetu yote, ambao tumeungana na wateja wetu ambao ni milioni 28, lakini kuwahakikishia kwamba tutaendelea kuwa nao tena na tena. Sasa tunafanya nini leo hapa? Tume flag off 5 caravan ambazo zitaenda katika mikoa mbalimbali tapita mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kuwa karibu na wateja wetu, kujua kwamba wanaelewa wa huduma zetu na bidhaa tulizowaletea katika miaka ishirini na tano tuwaeleweshe. Na katika hiyo caravan ukiiona, sogea kwa sababu itakuwa ina free wifi, itakuwa na discount ya, ya devices lakini kutakuwa na ofa mbalimbali, na pamoja na burudani ambazo tutakuwa tunazileta. Zaidi ya hapo tutahakikisha kwamba wateja wanaelewa mbele kuna nini. Tuna huduma mbalimbali ambazo tunazileta kwenye jamii kwa ajili ya kuwasaidia, ni kwa sababu ya, ya yale mapato ambayo tunapata, lakini zaidi ya hapo investment ambazo tumezifanya kwenye network zinatokana na haya manufaiko ambayo tumeyapata kutoka kwa wateja wetu. Kwenye kampeni hii, kazi yetu kuenda kufanya ni kuwatembelea wateja wetu, kuzungumza na wateja wetu, lakini pia kuwashukuru wateja wetu, kusema asante kwa wateja wetu. Kwa hiyo tutakuwa na program mbalimbali ambazo zitakwenda kutusaidia kuwafikia wateja. Tutakuwa na kampeni ya tunaita west activation, yani tutatoa mafuta bure kwa madereva wa vyombo vya magari. Tutatangaza atakuwa wapi vituo vipi vya mafuta nchi nzima, alafu basi kwa wale wote ambao wateja wa Vodacom na wanalipa kupitia M-Pesa watapata mafuta ya bure, na tunakuwaga na ile kampeni yetu ya twende Butiama ambako watu wanaendesha baisikeli kuelekea Butiama kwa ajili ya kumbukumbu za uh, mwasisi wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Safari hii kwenye hiyo ruti tutakuwa tuna camp kambi za afya za bure, ambako wananchi watakuja, wataweza kuhudumiwa kwenye hizo kambi za afya, kuchekiwa afya na pamoja na kutibiwa. Watanzania wanatuamini zaidi kwenye huduma za kifedha, na tutaendelea kuboresha na kuwapa huduma bunifu zaidi.